Uh, kwa majina naitwa Mohamed Atibu, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Kilimanjaro One Sports Promotion Limited. Kwanza nachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mbio hizi toka tumeanza mpaka tumemaliza, hatujasikia labda kuna ripoti yote labda kuna mtu ameumia, na kwa upande wa kina mama wote, nadhani tumetembea nao na wote tumemaliza salama. Hilo kwanza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwayo, kwa hiyo kwa upande mwingine naweza kusema tumefikia malengo, kwa sababu ndio mara yetu ya kwanza kutambulisha mbio hizi na wabebaji mbio hizi hasa ni wanamama wajawazito. Kwa hiyo tunashukuru kwa kweli, tumetembea nao kwa kilomita zetu 2.5 na wote wamemaliza kilomita 2.5 salama, hakuna shida yoyote ambayo tumeisikia imetokea mpaka sasa hivi kwa hilo tunashukuru, lengo tumelitimiza kwa sababu walengo wakuu walikuwa ni akina mama kwa ajili ya afya ya mama na mtoto. Kwa hiyo hapo tumetimiza, tumeangalia katika kusapoti jamii aa, tukaona kwamba sehemu muhimu ya kutoa kwa jamii ni kusaidia kwenye haswa swala la afya, kwa tukaangalia area ambayo ni muhimu kwa sababu mara kwa mara kumekuwa na malalamiko wa mama nakok wajawazito nakwa wavivu kufanya mazoezi na mambo mengine. Sasa tukaona kuna baadhi ya hospitali nadhani, ambazo ziko vijijini zutu kidogo nje kwenye location zile, kuna uhaba kidogo wa zile delivery kit, na vile vile katika kupromoti sasa afya ya mama na mtoto basi wapate kidogo nafasi ya mazoezi. Tunajaribu, tukajaribu ku approach authorities kwamba idea yetu ni sisi hii tunataka ku support afya ya mama na mtoto specifically kwa mama wajawazito, mnaionaje? inaweza ikawe. Asema no, hiki ni kitu kizuri sana. Na sisi tunapiga kelele sana, wamama wanapokuwa wajawazito wanakuwa wengi wao hawataki kufanya mazoezi ukiwa unakimbia kama hivi tulivyokimbia kwa siku ya leo, unapata yani, unapata mazoezi na maana hata nyonga zikiwa zimebana huku, unakaa sawa eh unajisikia je? Sasa kwa mara ya kwanza kina mama wajawazito mnashirikishwa kwenye mbio. A, kwa mara ya kwanza unakuwa unasikia maumivu, lakini ukiendelea kufanya mazoezi, na inabidi mwanamke mjamzito ufanye mazoezi. Ndio inatakiwa iwe hivyo, sio wamke ulale, amna. Inatakiwa ukiamka asubuhi ufanye mazoezi, utembee hata mwendo utok, hata kilomita mbili Angalau rudi nyumbani ndio upumzike, sio kae tu umelala, sio vizuri kabisa, ipendezi. Tumeona mbio nyingi zikishirikisha wanaume na watu wengine, lakini hizi mbio zimeshirikisha akina mama wajawazito. Nyinyi kama akina mama wajawazito, mnajisikiaje kushiriki mbio hizi? Tumefurahi sana. Kwa wengi operation. Kwa sababu gani? Wanawake wengi wanafanyiwa operation kwa sababu kufanya mazoezi, hawafanyi sana mazoezi, wanapenda sana kulala. Lakini ndio maana nahisi labda serikali imeona tufanye mazoezi kwa tumefurahi sana, wanawake wajawazito tumefurahi sana kwa siku ya leo. Kwa mara ya kwanza mbio hizi zimehusisha kina mama wajawazito. kitendo cha hatua eh, za mwisho kuweza kujifungua salama bila kupitia eh, uzazi pingamizi. Na hii ni muhimu sana kwa eh, kina mama. Lakini pia programu hizi, huu ni mwanzo. Tutakuwa tunaendelea kufanya programu na mazoezi kila at least kila wiki au kila mwezi mama kwa kwa encourage kuhamasisha waweze kufanya mazoezi, na tumekuwa tukifanya hivyo katika vile vipindi vyetu vya afya ambavyo tunatoa kila anapokuja kliniki kuhimiza umuhimu wa mazoezi. Lakini pia ili nisiishie tu kwa kina mama wajawazito, binadamu yoyote anatakiwa fanya mazoezi, msaidie sana kuimarisha afya yake, kujenga kinga, kumpunguzia hatari ya kupata magonjwa sio ya kuambukiza, kama mnavyojua sasa hivi yamekuja juu sana lakini pia kupunguza msongo na kuimarisha e, uwezo wake wa kuweza kufanya kazi, yani ukiwa active yaani unaona kabisa hata uwezo wako wa kufikiri na kufanya maamuzi au kufanya kazi kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Ah, kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana, kwanza kuwashirikisha kina mama, lakini pia kuweza kuchangisha kwa ajili ya vifaa vya kujifungulia vya hawa kina mama. Hilo pia ni lengo lingine kubwa, na watapata zawadi hapa kina mama, ikiwepo hivyo vifaa vya kuwasaidia katua kwa kujifungua, lakini vingine zidi vinapelekwa katika vituo vya kutolea huduma za afya. Kwa hiyo mafanikio ni makubwa na yamepitiliza.